Bidhaa, vyakula na madawa ambayo yatakiwa kutumika kwa ajili ya afya na biashara za Watanzania hapa nchini, na hii ni mahususi kwa ajili ya kusogeza huduma za viwango karibu na wananchi, na jengo hili kwa uwepo wake Dodoma, wananchi wa kanda ya kati watakuwa wanufaika na nambari na moja. Lakini nataka tupunguze utegemezi wa maabara badala ya kutegemea maabara kutoka nje ya nchi sasa, tunajenga maabara kubwa kisasa Tanzania, na tunataka wao waje sasa kupata huduma hapa kwetu. Lakini tunahitaji kuongeza ufanisi katika usimamizi wa ubora wa bidhaa hapa nchini. Nataka tuondoe malalamiko ya Watanzania, malalamiko ya wateja wanaonunua bidhaa mbalimbali kuwa bidhaa hizi feki, bidhaa zina ubora, bidhaa hizi za kiwango cha chini Kilio hicho sasa kinakwenda kwisha kukamilika kwa maabara hii. Tupige makofi mengi kwa wizara. Na kwa kuwa bidhaa hizi ni pamoja na bidhaa za chakula, madawa, kemikali, kwa maana ya serikali, kwa wafanyabiashara na waagizaji wa, wa bidhaa kutoka nje ya nchi, ni wajibu wenu kuhakikisha kwa bidhaa mnazoziingiza nchini, kwanza ziwe salama na ziyo zimeidhinishwa na zina alama ya ubora kutoka TBS au taasisi inayotambulika. Serikali inataka tuone soko la Tanzania liwe na bidhaa bora na sio shimo la bidhaa zisizokuwa na ubora. Nataka soko letu liwe na mvuto kwa watumiaji wa nje. Tatu, kwa taasisi za umma na mamlaka za udhibiti zote ziko taasisi mbalimbali za udhibiti, zote hizi lazima zishirikiane na TBS katika kuelimisha wananchi kuhusu ubora na viwango vinavyohitajika. Na mimi najua mnalo tawi bandarini ambapo bidhaa zinaingia na watumishi kwenye mipaka yetu yote, Tunduma na maeneo mengine, simamieni ubora kila bidhaa inayoingia. Tunapaswa kuonesha mfano katika matumizi ya bidhaa bora kama nchi na kufanya taifa hili wananchi wake kuwa salama, ili kutangaza ubora wetu na kazi zetu kwa mataifa mengine. Lakini nne, kwa sisi watumiaji, wananchi wa kawaida, ni haki yetu kutumia bidhaa salama za zilizo bora lakini pia tuna jukumu la kuuliza ubora kuhulisa wa kila bidhaa unayopata. Usibebe tu, uliza, kama bidhaa hii ni bora kweli, chunguza, na utakapobaini kama bidhaa hii na mashaka ya ubora wake usisite kwenda kujulisha kwenye vyombo vya sheria. Tujenge utamaduni wa kuikagua bidhaa na alama za ubora TBS kama zipo. Kama bidhaa hiyo haina TBS, uwe na mashaka nayo. Pamoja na majukumu mengine TBS ndio msimamizi wa utekelezaji wa viwango hapa nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa lengo la kutekeleza dhumuni la kuanzisha kwake shirika kuratibu uandaaji wa viwango vya kitaifa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kudhibiti usalama na ubora wa bidhaa zinazozalishwa na kuingizwa nchini, kwa lengo la kulinda afya na usalama wa walaji pamoja na mazingira, ili kuchangia jitihada za serikali kupanua soko la bidhaa zetu na kukuza uchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, moja ya kiungo muhimu kwa TBS katika kutekeleza majukumu yake ni uwepo wa maabara za kisasa zenye ithibati ili kupata majibu ya uhakika na maamuzi sahihi, kwa sababu wakati tunafanya kazi hizi ni lazima tuhakikishe tuna majibu ya maabara ili kujua ubora wa bidhaa ambazo tunazihakiki. Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika kwa sasa lina maabara kumi na mbili za kisasa zenye kibati za kimataifa, yaani TBS inapopima na kutoa majibu yanakubalika popote duniani, ambapo maabara zote hizi kumi na mbili kwa sasa ziko Ubungo jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa lengo la kufikisha huduma karibu kwa wateja, shirika inazo ofisi za kanda saba, ambazo tunayo ofisi katika kanda ya kaskazini mkoa wa Arusha, kanda ya kusini mkoa wa Mtwara, kanda ya magharibi mkoa wa Kigoma kanda ya mashariki mkoa wa Dar es Salaam na kanda ya zio mkoa wa Mwanza, kanda ya kati hapa tulipo jijini Dodoma na kanda za nyanda za juu kusini Mbeya. Aidha, TBS inaendelea na kujenga ofisi na maabara katika kanda zake kwa kutumia fedha za ndani ambapo mradi huu wa jengo la ofisi za TBS hapa Dodoma ni mradi wa kwanza ukiacha zile jengo lililopo Dar es Salaam kwa sasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Naomba nichukue fursa hii kutoa taarifa kuwa sambamba na mradi huu ambapo tumeuona leo, Mheshimiwa Waziri Mkuu umeweka jiwe la msingi, TBS inatekeleza mradi wa ujenzi na ofisi za kanda, kanda ya ziwa, kanda ya ziwa jijini Mwanza ambapo utekelezaji wa mradi umefikia asilimia 30.